kwa majina anaitwa cosmas mashaka ni mkazi wa tanga kata ya hale siku ya kwanza nilitumiwa message kwamba acheza roto na tarakimu zile zake nikaingiza tarakimu zile nikacheza mara ya kwanza nikacheza shilingi elfu mbili na mia tano malipo ya papo hapo nikashinda kitu kama elfu mbili na mia tano nikatulia Siku zilizoendelea tena nikaja nikacheza tena nikatia shilingi elfu mbili pale Lotto. Baada ya kucheza hapo, Mwenyezi Mungu akaja, nikaletewa meseji juzi. Ndio hapo anapigiwa simu no. na mdada, napigiwa simu bwana, uko wapi? Akajitambulisha mdada, akaniambia wewe, uko wapi? Nikamwambia mimi Niko Tanga kata naongea fani bei fani kutoka Loto wa Bahati Nasibu ya Taifa, usha kucheza kiasi cha shilingi elfu mbili ndio mshindi wetu, umeshinda kiasi cha milioni nne na laki sana. Nilifurahia laki moja, nilishukuru sana, nimeweza kufika ofisini kwao na pole, nimepokea kiasi changu na mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa mchezo ni wa kweli, wala si utani. Watu wacheze kwa bidii zote, ni kweli kabisa, hela zipo. Amini, cheza ushinde.